E, wamekuja kwa ajili ya uapisho wa Baba Askofu Pandua ambao ulikuwa ufanyike Jumapili hii, umeahirishwa mbele kidogo. Lakini, e, kwa sababu walishakuwa wametoka huko kwao Finland kwa ajili ya jambo hili, kwa hiyo wamefika, wanaenda, wataangalia mambo mengine, watakwenda kimbilio, watakwenda kwenye maeneo mengine ya kiutalii, Morogoro. Lakini jambo ambalo kubwa ambalo nime, nimefurahiwa nao sana ni ile hali wanasema tofauti na dunia inavyowasikia huko, wamepata nafasi ya kuja na wameikuta eh, Morogoro iko tulivu kabisa, haina haina mbambamba, haina chochote yani sisi Morogoro tupo tupo tu eh, hatuna kitu kinachotusumbua maisha yetu. Anakwenda vile vile, wakaniuliza uliza hilo swali kwamba imekuwaje, nasema sisi tuli, nawashukuru tu ana Morogoro wenyewe tulifanya kampeni ya kuelezana mapema sana kwamba kuna kuna kampeni kabla ya uchaguzi, kuna siku ya uchaguzi, kuna maisha baada ya uchaguzi. Kwa hiyo eh, wakazi wa Morogoro wametusikia, na hatukuwahi kupata tukio la aina yoyote, hata tukio moja hatujapata Morogoro la uvunjifu wa amani. Na hili ni jambo ambalo eh, sina mimi zaidi zaidi ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kuwashukuru wana Morogoro na kuwashukuru vyombo vya ulinzi na usalama, na, na wana Morogoro wenyewe kwa sababu hata huko kwingine kuna vyombo vya ulinzi na usalama, lakini watu wamejisikia kuiga vitendo vya ovyo na kufanya fujo, lakini Morogoro tumeamua e, tu kwamba si tunaitaka amani na utulivu, tumepiga kura na maisha yanaendelea. Penda tu kushauri jamii ya, ya Watanzania na nafikiri pengine si wa Kristo tu, jamii ya, ya Watanzania wote kuona kwamba sisi Wakristo kiimani tunaamini hakuna aliyezaliwa kwa bahati mbaya, kila mtu alizaliwa kwa makusudi yake na kwa mfano wa Mungu. Kwa hiyo watu wajifunze uvumilivu, watu wajifunze yani, kusema uvumilivu, maana yake kuvumiliana, lakini watu wajifunze ustarabu, kwamba unachotamani wewe utendewe na mwenzio uone kwamba napaswa kutendewa hicho. Lakini pia tungetamani sana amani iliyopo Tanzania tuzidi kuitangaza. Hawa wachache wanaotaka kuchafua amani ya Tanzania ni kutaka kuleta sura nyingine mbaya. Kwa hiyo tunaomba kabisa kila mtu aone wajibu wa kuilinda amani ya Tanzania. Ni wajibu wa kila Mtanzania, hakuna mtu atakaye kuja kulinda wajibu wetu wa wa, wa amani katika Tanzania. Ni sawa tu na familia zetu tunajilinda, hakuna mtu anayeachilia familia yake ishambuliwe, huku baba au mama mkiona mtoto anashambuliwa. Kwa kama huoni, huoni raha ya mtoto wako kushambuliwa na familia jirani, kwa nini basi wewe ushiriki kumharibu mtoto na kumsababisha matatizo? Kwa naomba wa Tanzania tuwe tushirikiane kila mtu ajiheshimu nafsi yake, kila mtu aone nafsi yake aichukule nafsi yake kama nafsi ya mwenzie, nafsi ya mwenzie aone kama nafsi yake.